Hakuna mwanaume anayetosheka na mwanamke mmoja isipokuwa mm. awe ni mgonjwa au awe hajiwezi kabisa. Yeyote ambaye ni mwanaume mmoja akabaki na mkewe mmoja amefanya hivyo kama sacrifice, na wanaume wenye kuweza kusacrifice wapo, ingawa ni wachache sana, sio kweli? Umeelewa? Narudia tena, nyinyi ni wanawake, mimi ndio mwanaume mm. na mimi nakwambia ni hivi mm sisi wanaume mm. tunaweza kupenda wanawake hata mia tano na tukawapenda wote. Nisikilize, nisikilize, ah, come on, yes. Mwaka, mwanamume ambaye anatosheka na mwanamke mmoja hajawahi kuumbwa na Mwenyezi Mungu mm. mm -mm. ukiona mwanamume, mm -mm. mwanamume na, nisikilize. mm -hmm. Kama unataka Qur'ani, nimesoma Qur'ani. Kama unataka mm -hmm. Biblia, nimesoma Biblia. mm -hmm. na kama wewe kama ni Muhindu nimesoma pia eh, Hindu kyo. Tuache mwanaume mm -hmm. ambaye anatosheka na mwanamke mmoja mm -hmm. hajawahi kuumbwa na Mwenyezi Mungu mm -hmm. mm -hmm. na wanaume ambao wanaweza kusacrifice mm -hmm. kwa kiwango cha kuacha matamanio yao yote akabaki ya na wewe, hao hapo Mm. Lakini ni wachache sana, si siyo? Asili yake hmm. ni kama mwanamke hmm. Mwanamke kwenda kwa mwanaume zaidi ya mmoja sio asili yake, na akienda kuna sehemu mwanaume amekosea hiyo ooa yeah. Nimsaidie dada angu ndo <trio> yeah, ndo yake bado changa yeah. Mwanaume ya yani, sacrifice mm -hmm. <trio> ya that extent inabidi ujiulize umefanya nini cha ajabu sana, kwa sababu kabla hajakuwa wa wewe mm -hmm. hakuwahi kuwa na mwanamke mmoja. Mm, kwa mfano rahisi, kuna mm -hmm. mwanamke ambaye unakuta mm -hmm. ni mnyenyekevu kupita kipimo mm -hmm. akikukamata na ujinga wako, badala ya kukutukana, kukupiga, kukufokea, unamkuta analia miezi mia, unampenda sana, unasema sasa takuja kuoa huyu mtoto wa watu na kwa wema wake huu kwa nini niendelee kumuumiza? Unabaki kipita njiani, unaangalia unatamani, alafu akili nasema sumisha, sema utaacha, unaacha, alafu maisha yanaenda. Hilo linawezekana. Jiulize wewe, kama leo hii wewe ni mwanamke unatutazama, unatuambia hivi, mimi mme wangu hatoki, tuambie pia umefanya nini cha ziada. Kama huna ulichofanya cha ziada, unajifariji tu, yani hapo nimepapenda. Ni kweli bila chenga, mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the hall of positive vibes.